cha makala yenye anwani inayosema Mungu wa mwanzo na dini ya mwanzo, ikiwa inabainisha ya kuwa Uislamu na kuabudu Mwenyezi Mungu mmoja pekee ndiyo asili ya mwanadamu na kuwa kuabudu miungu wengine ni jambo jipya na geni lililozushwa au kuletwa baadaye nayo ni katika kubatilisha madai ya wapagani wa kisasa na wanafalsafa na wafuasi wa ukuu wa rangi nyeusi yani black supremacists na panafricanist wakireketwa wa Uafrika na waabudu mizimu wengineo. bismillah rahmanirahim. Nukta ya kwanza ni nini Uislamu? Anasema Alimam Muhammad bin Abdulwahab At-Tamimi rahimahullah ya kuwa uislamu ni kujisalimisha kwa Allah kwa tauhid, yani kumpwekesha Mwenyezimungu mmoja pekee katika ibada na kunyenyekea kwake kwa, kwa utiifu, yani kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake kwa utiifu, na kujiepusha na kujitenga na shirki, yani kumshirikisha na kumfanyia Mwenyezi Mungu washirika, na kujitenga pia na watu wake, yani washirikina. Nukta inayofuatia: Mungu na muabudiwa aliyekuwa akiabudiwa na Adam pamoja na mababu zetu wa karne za mwanzo kabisa ni yupi? Anaandika Al-Albani Allah mrehemu akisema, kutoka katika lile lililothibiti katika sharia ni kuwa binadamu walikuwa mwanzo kabisa umma mmoja juu ya tauhid iliyotakasika, yani tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu mmoja kwa ibada na kwa yale anayostahiki yeye tu pasi na kumfanyia washirika. Watu wote walikuwa umma mmoja juu ya tauhid, kisha shirki, yani kumshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe vyake katika ibada na katika yale ambayo ni makhususi kwake tu, kama vile kuabudu mwingine asiyekuwa yeye na kadhalika hiyo shirki ikaingia kwao, yani kidogo kidogo, na msingi wa haya ni kauli yake Allah tabaraka wa taala anaposema, tafsiri yake, watu wote walikuwa ni umma mmoja kisha Allah, yani Mwenyezi Mungu, akapeleka manabii wabashiri na waonyaji. Ni aya ya mia mbili na kumi na tatu katika suratu al-Baqara. Sahaba Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake amesema, Baina ya Nuh na Adam kulikuwa na karne kumi. Vizazi vyote vya karne hizo zote vilikuwa katika sharia ya haki, yani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu pasi na kumfanyia washirika kisha wakakhitalifiana, yani wakatofautiana. Basi Allah ndiyo akawatuma manabii wakiwa ni wenye kubashiri na wenye kuonya, na ni hadithi katika Sahih al-Bukhari. Nasema yani al-Albani anasema, hii pia ni rad au jawabu kwa baadhi ya wanafalsafa na wasioamini Mungu na wapagani ambao wanadai kuwa eti asili ya mwanadamu ni shirki, yani kuabudu miungu wengine kinyume au pamoja na Mwenyezi Mungu, na kuwa eti tauhid, yani kumpwekesha Mwenyezi Mungu mmoja kwa ibada pasi na kumfanyia washirika, hiyo tauhid ilitokezea tu, yani haikuwepo mwanzo kwa wanadamu. Aya iliyotangulia inabatilisha madai haya kama ambavyo zinabatilisha madai hayo hadithi mbili hizi sahihi. Hadithi ya kwanza ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo anaihadithia kutoka kwa Mola wake, kuwa amesema, nimewaumba waja wangu wote juu ya dini ya haki, yani ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa ibada, huru kutokamana na shirki kisha mashaitani wakawajia, yani waja wangu, na wakawapoteza kutoka katika dini yao ya haki, wakawaharamishia yale waliohalalishiwa na wakawaamrisha wanishirikishe, yani kwa kumwabudu mwingine pamoja nami au kinyume nami, wanishirikishe kwa yale ambayo sijateremsha ushahidi wowote juu yake. Hadithi imepokewa na Muslim. Hadithi ya pili, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim, akisema: kila mtoto anazaliwa katika fitra, yani hali ya umbile la kiasili ya mtu kuamini kuwa kuna Mwenyezi Mungu mmoja tu, na yeye pekee ndiyo anastahiki kuabudiwa, yani Uislamu lakini wazazi wake wanamfanya huyu mtoto anakuwa Myahudi au Mkristo au Majusi, kama vile anavyozaa mnyama mnyama aliyekuwa amekamilika. Je, mnaona kwake yani mtoto wa mnyama huyo kuwa amekatwa kiungo au ametiwa alama katika mwili wake, yani wanazotiwa wanyama na wamiliki wao? Akasema Abu Huraira, someni mkitaka kauli yake Allah anaposema, tafsiri yake fitra ya Allah aliyowaumbia watu, hapana mabadiliko katika uumbaji wa Allah. Ni aya ya thelathini katika surat al-Rum. Marajeo ya maneno haya ni katika kitabu cha al-Albani kinachoitwa Tahdhir as-Sajid min ittikhadhi alquburi masajid ukurasa wa mia moja na moja mpaka mia moja na sita. Nukta nyingine, mitume na manabii wote walikuwa wakilingania watu wa mwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu wasimfanyia washirika, na dini yao wote ilikuwa ni Uislamu, na huu ni ushahidi kauli yake Mwenyezi Mungu anaposema tafsiri yake: na hatukumtuma kabla yako mtume yeyote ila tulimfunulia ufunuo ya kwamba hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, basi niabuduni mimi tu. Na hii ni aya katika sura Al-Anbiya aya ya ishirini na tano. Na kauli yake Mwenyezi Mungu anaposema tafsiri yake: na kwa hakika tuliutumia kila umma mtume, akiwaambia hivi muabuduni Allah na muepukeni shaitan. Ni aya ya 36 katika Surat An-Nahl, katika Surat An-Nahl. Na kauli yake Mwenyezi Mungu juu ya, juu ya Nabii Ibrahim akisema tafsiri yake, na Mola wake mlezi alipomwambia Ibrahim, silimu yani nyenyekea, alinena Ibrahim, nimesilimu, yani nimenyenyekea kwa mola wa walimwengu wote. Ni aya ya 131 katika Suratu Albaqara. Na akasema nabii Yunus yani Yona, tafsiri yake, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu. Hii ni aya ya sabini na mbili katika Surat Yunus. Na akasema Nabii Yusuf, tafsiri yake: nifishe hali ya kuwa ni muislamu na nichanganyishe na watendao mema. Aya ya miamoja na moja Surat Yusuf. Na akasema Malkia wa Saba au akiitwa the Queen of Sheba, tafsiri yake na sasa nina silimu yani, nanyenyekea pamoja na Suleiman kwa Allah, yani Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu wote. Ni aya ya 44 katika sura An-Naml. Na wakasema wale wachawi wa Firaun au Farao waliposilimu mbele ya Musa, tafsiri yake, ewe Mola mlezi wetu tumiminie subira na utufishe, hali ya kuwa ni Waislamu. Ni aya ya 126 katika Surat Al-A'raf. Na wakasema wanafunzi wa Masihi kumwambia Masihi yani Isa au Yesu, wakasema tafsiri yake, tumemwamini Allah na shuhudia kwamba sisi hakika ni Waislamu. 52 katika Surat Al-Imran. Nukta nyingine, je, shirki yani kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu au miungu mingine pamoja naye ilianza lini? Anasema Al-Albani: basi baada ya maelezo hayo yaliyo wazi, hakika katika mambo yaliyo muhimu sana ni kuwa ajifunze mwislamu ni vipi iliingia shirki kwa waumini, baada ya kuwa wao walikuwa watu wa tauhid, yani wenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu mmoja katika ibada pasi na kumfanyia washirika. Kwa hakika imepokewa kutoka kwa kundi katika salaf, yani wema waliopita, na riwaya nyingi zimepokewa pia katika tafsiri ya kauli yake Allah subhanahu juu ya watu wa Nuh kwamba Allah amesema, na hii ni tafsiri yake, na wakasema, yani hao watu wa Nuh, msiwaache miungu yenu wala msimwache Wad wala Suwa wala Yaghutha wala Yauqa wala Nasra, na ni aya ya 23 katika sura Nuh. Hakika hawa watano Wad na waliotajwa pamoja naye walikuwa wajawema basi walipokufa, sheitani akawapa ufunuo akiwashawishi watu kuwa wa wafanye itikafu yani waketi hapo hapo muda mrefu au wapige kambi makaburini kwao, kisha akawapa ufunuo waliokuja baada yao, yani kizazi cha pili chao, akiwashawishi kuwa wao watengenezee masanamu na akawapendezeshea wao hilo, yani akawafanya walione ni jambo zuri kuwa eti jambo hilo linapelekea zaidi kuwa wawakumbuke, basi wawaige matendo yao mema. Kisha akawapa ufunuo kizazi cha tatu, akiwashawishi kuwa wawaabudu wao kinyume cha Allah aliye juu mtukufu, na akawafanya wadhani kuwa baba zao walikuwa wakifanya hivyo. Basi ndipo akamtumiliza Allah Nuhu salamu juu yake, akiwa mwenye kuamrisha wao wamwabudu Allah aliyejuu na aliyetukuka pekee, yani pasi na kumfanyia washirika. Basi hawakumuitikia ila wachache miongoni mwao, yani wengi walimpinga. Na hakika amesimulia Allah azza wa jal kisa chake yani Nuh, na wao katika surat Nuh katika Qur'an. Imepokewa katika sahih al-Bukhari kutoka kwa Ibn Abbas kuwa amesema hakika hawa watano ni majina ya watu wema katika kaumu, yani katika watu wa Nuh. Basi walipofariki, aliwapa ufunuo sheitani watu wao akiwashawishi kuwa wekeni katika majlisi zao, yaani sehemu ambazo walikuwa wakikaa, waweke masanamu na wayaite kwa majina yao, majina ya hao watu watano. Basi na wakafanya hivyo hadi ilipofikia kwamba wakafariki wale, yani ya kizazi cha wale walioweka masanamu mwanzo na ikasahaulika elimu, yakaabudiwa masanamu hayo, yani ya na kizazi kilichokuja baada yao, na mfano wa hayo yamehadithiwa na Ibn Jarir At-Tabari, ambaye ni mwanaochuoni wa tafsiri ya Qur'ani aliofariki mwaka miatatu na kumi mwaka wa Kiislamu sawasawa na mwaka mia tisa na ishirini natatu mwaka wa Kikristo na wengineo kutoka kwa zaidi ya mmoja katika salaf, radhi za Allah juu yao. Na pia katika Adur Almanthur na amehadithia Abdullah bin Humeid kutoka kwa Mutahhar kuwa amesema walimtaja kwa Abu Jafar, naye ni Al-Baqir Yazid bin Muhallab basi akasema Al-Baqir, ama yeye, yani huyo Yazid, hakika aliuawa katika ardhi ya kwanza ambayo aliabudiwa ndani yake asiyekuwa Allah. Kisha akamtaja Wad, akasema, na alikuwa Wad ni mtu mwanamume mwislamu na alikuwa mwenye kupendwa baina ya watu wake, basi alipofariki, wakapiga kambi pembezoni mwa kaburi lake katika ardhi ya Babeli, na wakawa na majonzi sana juu yake. Basi alipoona Ibilisi kuwa kuwa na majonzi kwao na kuomboleza juu yake, akawatokezea hali ya kuwa amejifananisha na sura ya binadamu, akawaambia: naona majonzi yenu juu ya huyu, basi mwaonaje nikiwatengenezea picha yake au sanamu lake basi iwekwe katika mabaraza yenu, yaani katika sehemu zenu za vikao, ili mumkumbuke. Wakasema sawa. Basi akawatengenezea yeye picha au sanamu mfano wake, na wakaiweka katika jumba lao la vikao au baraza lao, wakawa wanamkumbuka. Basi alipoona Ibilisi hali waliokuwa nayo katika kumkumbuka kwao, akasema Mwaonaje nikiwatengenezea nikawawekea katika nyumba ya kila mmoja wenu sanamu lake mfano wake, basi linakuwa nyumbani kwake kila mmoja wenu mnamkumbuka yeye kwalo? Wakasema sawa, basi akawasawirishia wao kwa kila watu, wakawa wanamkumbuka wad kwalo hilo sanamu. Akasema Albaqir, na likawadiriki watoto wao basi wakawa wanaona wanaoyafanya kwalo, yani sanamu hilo, na kikaja kizazi kingine kutokana na wao na likasahaulika jambo la wao kumkumbuka yeye, yani kuwa kumbukumbu tu ndilo lililokuwa lengo pekee la kutengeneza masanamu hayo, hadi ikafikia kuwa wakayafanya masanamu yale ni waungu waabudiwa kinyume cha Allah mwisho wa kunukuu marejeo ya haya maneno ni katika kitabu Tahdhir Ssajid Min Ittikhadhi Lquburi Masajid, kurasa wa mia moja na moja, mpaka mia moja na sita. Mukhtasar na hitimisho. Amesema Ibn Taymiyyah, Allah mrehemu: hakika watu walikuwa baada ya Adam baba yetu, juu yake salam, na kabla ya Nuh juu yake salam, walikuwa wapo juu ya tauhid kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja pasi na kumfanyia washirika na ikhlas, yani kumtakasia dini na ibada Mwenyezi Mungu, kama alivyokuwa baba yao Adam baba wa wanadamu salam juu yake, hadi walipozua shirki, yani kumfanyia Mwenyezi Mungu washirika na kuabudu wengine na ibada ya mizimu, yani na masanamu, walipozua uzushi huo uliotoka katika nafsi zao wenyewe, hakuuteremshia Allah kitabu wala hakuutumia mtume. Walifanya hivyo kwa hoja tata alizowapendezeshea wao shaitan, kutokea upande wa vipimo vibovu na falsafa potevu. Basi wakatokea watu katika wao ambao walidai kuwa masanamu ni talasimu za sayari za mbinguni na ngazi za falaki na ni roho za huko juu, na wakatokea pia watu walioyafanya masanamu katika sura ya waliokuwa baina yao katika manabii na watu wema, na kuna watu wakayafanya masanamu kwa ajili ya roho za chini, yani ardhini, katika majini na mashaitani, na watu wengine wakawa juu ya madhehebu na mapito mengine, na wengi wao kwa viongozi wao ni wenye kuwafuata kibubusa na katika njia ya uongofu ni wenye kuiacha kando. Basi akamtumiliza Allah Nuhu juu yake salamu, akiwalingania akiwaita katika kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja pekee, pasi na mshirika, na akiwakataza na kumwabudu mwingine asiye yeye, hata kama wakidai kuwa wanawaabudu hao wanaowaabudu pasi na Allah au kinyume au pamoja na Allah, ili wajikurubishe daraja kupitia wao kwa Allah. Yaani wakidai kuwa eti wanatafuta kuwa karibu na Allah kwa kupitia kwao, na wanawafanya wao ni waombezi mbele za Allah. Mwisho.